Hali mbaya ilipopi naanza, maji yalichwea ya ya kabisa mlangoni, yakataka kuingia mpaka ndani, tumeshindwa kutoka ndani. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie, hali sio nzuri sana. Kwa kifupi, mvua imenyesha kali takribani ya saa moja, maji yamejaa sana, sana sana sana. Nahisi kuna watu wengine mpaka sasa hivi hata makazi ya kulala wanawaza, sasa hivi watalala ania. Hali kama itaendelea hivi, naona hali itakuwa sio nzuri, labda Mwenyezi Mungu aweze kuepusha milipuko ya maradhi. Lakini kama itaendelea hivi, nahisi hata hali ya hewa itakuwa ni mbaya sana. Kuna barabara kama unavyoiona hapa, mwandishi, ni barabara ambayo ni kubwa sana, ambayo inapitisha watu, lakini hao watu sasa pakupitia hakuna, yani barabara imejaa maji, maji, maji. Muda ulioisha kama dakika 15 ilioisha, kuna mama alikuwa anaenda kwenye ibada, alikuwa akiwa na watoto wawili, amedondoka hapa, tumemsaidia. Kwa kweli alikuwa tuwapoteze wale watoto, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu wale watoto na mama wote wametoka wakiwa salama. Kwa kweli tuna changamoto kubwa sana kwa sasa, na maana athari ni kubwa kwa sababu barabara kwa upande wa pale chini imekatika, maanake wenye magari wenye pikipiki hawawezi kupita, lakini nyumba pia kama unavyoona eh, sehemu hizi hapa zote maji yamejaa kwenye nyumba hapo chini tuna taasisi tatu. Kuna shule na kuna misikiti miwili, yote watu hawawezi kuenda kuswali kwa sababu misikiti imezingirwa na, na maji. Juhudi ya haraka ambayo tunahitaji ni kuzibua connection, yaani mkusanyiko wa maji kule chini ya reli, maana kule inaonekana pameziba kwayo, maji yanapokuja ya kule hayaendi, matokeo yake yanapanda, yanazagaa kwenye miji ya watu kwa hiyo huduma ya dharura ambayo tunahitaji kuipata kama sisi wana Malolo, maana sisi ndio tumekuwa kama ni kisiwa cha kupokea maji yanayotoka Filta, yanatoka Skanda Mwinyi, yanayotoka Mwanza Rodi, yote yanakuja huko. Kwa hiyo pakichobolewa kule pakazibuliwa, maji yakaanza kupita kwenda kule, tulishafanya usanifu wa awali tukawasilisha makadirio serikalini. Uh, bado iko kwenye prosesi ili tuweze kujenga mitaro mikubwa ya kupokea haya maji na tuyatembeze mpaka yavuke, tutalaleli kule kupeleka mpaka urambaka nyenye. Kwa hiyo hiyo hiyo stage bado tuna, tunaendelea nayo lakini kwa hatua tu, tu za, za, za ambazo ni za muda mfupi. Pia maji haya mitaro imekuwa tukiisafisha kwa maana, ili maji yanapokuja yaweze kutembea, isipokuwa leo mvua zimenyesha kidogo kama juu ya wastani, maana imenyesha mvua kubwa mpaka ile mitaro imeweza kujaa na maji kuruka mitaro kama yanavyoonekana yamesambaa. <coughs> <coughs> <coughs>